Kwa majina naitwa Hidaya Nasibu Selemani, ni mhanga wa ili janga la moto. <coughs> Yaani, huo moto mimi chanzo sikujua ni nini, kwa sababu nilikuwa nimekaa me... ni tu hapo sebleni, naingia chumbani sasa kuwasha hata, nikaona taa ikawa inapiga shoti. Baada ya hapo nikawa nimeona moto nikazima la kaka, nikatoka nje. Nilipotoka nje, kutoka nje ndo nakutana na moshi umetanda, chumba cha jirani yangu hapo hivyo. Nikawa tu nimetoka, nikawaita watoto watoke ndani na mume wangu alikuwepo, nikamuita, jamani, tokeni moto. Nikatoka nje, nikaanza kupiga kelele huku nje, nikaita watu, jamani, njoo mtusaidie, moto huku kwetu, moto. Watu ndo wakawa wamekuja, mimi nikawa nimetoka tu na watoto, sikuingia tu mle na mle ndani kwangu Moto, vitu vyote vimeteketea kule. Jina naitwa Baby Bakari Mohamed. Nyumba iliyoteketea na moto ni ya babangu mdogo, mpigiwa simu mimi naishi Ndala Upongoji, nikawa nimetoka kule, nikawa nimefika pale faya kuomba usafiri wa kuja kuzima moto, gari ikawa inasumbua kuwaka, baadaye ikawaka ikarudi Wananchi wamejitetea ku, kuokoa vitu vingi na vitu vingi vime, vimeungua, lakini nashukuru wananchi wote wamejitahidi sana ku, kuokoa vitu na kuzima moto. Namwagiza mkurugenzi mtendaji pamoja na timu yake waweze kusaidiana na wenzetu wa Jeshi la Polisi pamoja na Jeshi la Zimamoto ili kutembelea familia ambazo zimeathirika ili kuanza kutoa e, msaada wa kibinadamu lakini pia na kufanya uchambuzi ili kupata taarifa ya e, uhakika ya madhara ambayo yamejitokeza, lakini hasa kipekee wenzetu wa vyombo kuweza kutusaidia kujua chanzo cha moto huu ni nini. Jeshi la Polisi mkoa wa Shinyanga, tuko hapa sehemu ya tukio ambapo kuna maduka kadhaa pamoja na nyumba pia ya kuishi wananchi vimeweza kuteketea kwa moto taarifa tulizipata kwenye majira ya saa 12 kasorobo. Nipende kuwashukuru sana wananchi wote, vijana wanawake kwa wazee ambao wamehusika sana katika jukumu hili la kuweza kujitolea kuweza kuzima moto huu. Jeshi la Polisi mkoa wa Shinyanga niko na na walio chini yangu, la kwanza kutoa pole, lakini la pili kuhakikisha tuna weka ulinzi hapa masaa ishirini na nne kama ambavyo umeona askari hawatatoka kwa sababu ya kulinda usalama wa raia na mali zao, lakini hasa vifaa ambavyo vimeweza kuokolewa wakati tunaendelea kufanya tathmini. Lakini jeshi la zimamoto na uokoaji tupo nao hapa, wanaendelea wao, ndio watatupa wenzetu, ni wataalam nini chanzo cha moto. Wakati huo sisi tunapita kwa familia kufahamu kila familia, kila duka ni nini ambacho kimeharibika na uharibifu ni wa kiasi gani.